bismillahi rahmanirahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh leo tutaangalia changamoto kubwa ambazo kila mtu anapitia katika maisha yake huzuni wasiwasi na matatizo na matatizo ya kifamili matatizo ya kifedha au changamoto za kila siku lakini pia tutajifunza jinsi ya kuziondoa kwa dua na imani ya, ya moyo. Ndugu yangu katika imani, katika darasa letu la leo tutajikumbusha kwa maneno mafupi ya imani. Tutajifunza dua moja muhimu sana ya kuondoa huzuni na matatizo. Nitakufundisha jinsi ya kuitumia dua hii katika maisha ya kila siku, na no mwisho tutaomba pamoja kwa unyenyekevu. Hivyo darasa hii E, si la kusikiliza tu na kupuuzia, bali ni darasa la kujifunza na kubadilika. Ndugu yangu katika imani, e, Allah subhanahu wa ta'ala hakumuumba mwanadamu bila mitihani. Kila moyo una mzigo wake. Allah anasema kwamba hakika, kwa kumkumbuka Allah, mioyo hutulia. Kama moyo wako haujatulia si kwa sababu una tatizo kubwa sana, bali labda unamkumbuka Allah kwa ulimi zaidi kuliko moyo. Kwa hivyo dua tutakayojifunza leo ina faida kubwa sana. Moja ya faida hizo ni kwamba inatuliza moyo, moyo wenye wasiwasi, inapunguza mawazo na huzuni, inamrudisha mtu karibu na Allah inampa mtu nguvu ya kuvumilia matatizo. Inafaa kusomwa wakati wowote, hasa ukiwa dhaifu. Dua hii ni fupi lakini inagusa mahitaji makuu matatu ya mwanadamu. Moja katika mahitaji hayo ni huzuni, amani ya moyo, msaada wa Allah subhanahu wataala. Ndugu yangu, dua yenyewe ni hii hapa, kwa hivyo Hebu sikiliza kwanza, dua hii nitaisoma na nitairudia. Nimeandika kwa maandishi ya Kiswahili na Kiarabu, hivyo na wewe inapasa ukariri dua hii ili uweze kuitumia katika rakati zako za kimaisha. Bismillahi rahmani rahim. Allahumma adhhab bihammi watumaina qalbi wansurni ala kulli dhiqi dhiqi allahumma adhhab hammi watumaina qalbi wansurni ala kulli dhiqi. Tafsiri yake dua hii ni kwamba ewe Allah, niondolee huzuni yangu, utulize moyo wangu na unisaidie dhidi ya kila dhiki. Kufanuzi ni kwamba e, niondolee huzuni, maanake ni kwamba matatizo ya mawazo. Utulize moyo wangu, maanake amani ya ndani. Nisaidie dhidi ya kila dhiki, maanake ni kwamba msaada wa Allah kwenye hali zote. Kwa hivyo, jinsi ya kuitumia dua hii, ndugu yangu, dua hii itumie hivi: isome baada ya swala mara saba. Isome kabla ya kulala ukiwa umetulia. Isome wakati wa huzuni hata kama ni kwa machozi. Isome kwa imani si kwa haraka. Haijalishi unafahamu Kiarabu kwa asilimia ngapi. Allah anaangalia moyo wako ndugu yangu. Kwa hivyo eh, dua hii, kwa hivyo ndugu yangu dua hii ukiisoma kama nilivyo kuelekeza hapo. Natumai Allah subhanahu wataala atakujibu dua yako. Utasema allahumma adhhab hammi watumaina qalbi wansurni ala kulli dhiqi. Ndugu yangu katika iman, kwa hivyo endelea kuirudia dua hii, usikate tamaa. Kama video hii imekusaidia, basi like, subscribe, share ili mfikie mtu mwingine mwenye huzuni